Leo, utashuhudia jinsi Juma, kijana kama wewe, alivyogeuza simu yake ya kawaida kuwa mashine ya kutengeneza pesa, na ninamaanisha pesa nyingi. Sasa sikiliza simulizi ya huyu kijana Juma. Juma hana kazi, hana mtaji, lakini ana simu moja tu, na baada ya miezi sita kampuni kubwa zinamgombea. Bibi yake, ambaye shamba lake lilikuwa linakufa, sasa wanavuna maparachichi kwa tani, na pesa zinamiminika kama maji. Bado unadhani teknolojia ni kwa ajili ya watu wa mjini? Hapana! Katika dakika chache zijazo, nitakupa mbinu tano za siri ambazo unaweza kuzitumia leo na kuanza kupata faida wiki hii. Hii si miujiza, ni akili na simu yako. Sasa ngoja nikupe hadithi kamili ya wiki jana, Juma. Mwaka elfu mbili ishirini na moja, Juma alimaliza shule na akajikuta amekaa nyumbani bila matumaini. Kila siku alikuwa akiona shamba la parachichi la bibi yake likikauka ikitoa mavuno kidogo ambayo hayakuwa na wateja. Kwa mwaka mzima walipata tani moja tu. Mwisho wa siku, Juma alikuwa na vitu vitatu tu: kwanza ni simu yake, pili ni baisikeli ya kukodi, na tatu ni ndoto kubwa isiyo na mtaji. Siku moja, wakati akiperuzi mtandaoni, aliona posti ya mkulima aliyepata wateja wa Ulaya kwa kutumia WhatsApp. Hapo ndipo akili yake ilipolipuka, na akajiuliza, kama huyu anaweza, kwa nini sio mimi? Hilo swali lilibadilisha kila kitu. Juma alianza kutumia teknolojia ambayo wengi wetu wanazidharau, na leo anakuuliza wewe swali moja. Unafanya nini na simu yako sasa? Nitakueleza teknolojia tano rahisi ambazo zimeleta faida. Namba moja, ni utafiti wa masoko kwa kutumia simu. Hii ndio teknolojia ya kwanza na ni rahisi kupita kiasi. Juma hakuhitaji ofisi wala wafanyakazi, alichukua simu yake, akafungua WhatsApp na akatengeneza grupu la parachichi Korogwe. Aliwaunganisha wakulima na wanunuzi wa mjini, wa mama ntilie na wenye maduka. Siri yake: alipiga picha kali za maparachichi, akajibu meseji kwa sekunde, na akatumia emoji za maparachichi. Lakini hapa ndipo uchawi ulipotokea. Juma aligundua kama parachichi alizokuwa ananunua kwa shilingi mia nne hamsini elfu kijijini, mjini zilikuwa zinauzwa kwa shilingi laki sita na themanini kwa tani. Hiyo ni faida ya shilingi laki mbili na thelathini papo hapo kwa kila tani. Ghafla pesa za mbolea na nauli ilikuwa mfukoni. Simu yako siyo ya kuperuzi kiperuzi tu, ni ofisi ya utafiti. Tumia Facebook, Marketplace, tumia Facebook, Facebook Marketplace, WhatsApp status na Telegram kugundua wapi pesa yako imejificha. Teknolojia ya pili ni programu ya hali ya hewa bila data. Teknolojia namba mbili ilimwokoa Juma na hasara za maelfu. Wakulima wengi wanabahatisha kuhusu mvua, lakini Juma alikuwa mjanja. Alibonyeza simu namba 147.10 eh, kwenye simu yake ya kawaida bila data na akapata utabiri kamili wa hali ya hewa wa wiki nzima. Hii ilikuwa kama kupata nguvu za ajabu. Aligundua mvua kubwa inakuja Jumatatu. Hivyo akaacha kupanda mbegu za parachichi ambazo zingesombwa na maji. Badala yake akapanda kabichi. Matokeo, mavuno yake yaliongezeka mara mbili, kwa shilingi elfu, kwa shilingi hamsini tu za kutumia huko kwenye hali ya hewa. Juma aliepuka hasara ya laki tatu. Aacha kuamini uongo kwamba teknolojia zote zinahitaji intaneti. Piga simu, bonyeza msimbo na uokoe pesa zako. Hii inakupa uwezo wa kiunabii shamba lako. Teknolojia ya tatu ni YouTube Shorts na kundi la WhatsApp la wakulima. Juma alikuwa na tatizo, alionekana kama mkulima mwingine yeyote. Aliamua kubadilisha hilo alianza kurekodi video fupi za sekunde 30 akionyesha mbinu za kilimo, jinsi ya kupanda parachichi, kutengeneza mbolea na kadhalika. Aliziposti kwenye YouTube Shorts na ndani ya siku tatu alipata views elfu moja mia mbili. Ilikuwa ni kama moto. Vijana wengine walianza kumiminika kwenye grupu lake la WhatsApp, wakishauriana na kubadilishana mawazo wakulima wazee walimbatiza jina daktari wa mkononi juma aliona fursa na akaanza kutoza shilingi elfu kumi kwa ushauri wa kila wiki leo grupu lake lina watu mia nane acha kuogopa kamera simu yako ni studio fuata kanuni hii onyesha eleza na fanya geuza ujuzi wako kuwa biashara sasa hivi Kabla sijakupa teknolojia ya nne, ambayo ndio ilimfanya Juma kuwa tajiri, kama unapenda ninachokifanya, gonga hiyo like button kwa nguvu. Nataka kuona kila mtu anayeamini kwenye hii ana comment emoji ya parachichi hapo chini, na share video hii kwenye magrupu yote ya vijana. Tujenge jeshi la vijana wanaotumia simu zao kujitajirisha. Sasa tuangalie teknolojia ya nne. Hii ni malipo ya kidijitali kwa kutumia M-Pesa, Tigo Pesa, Airtel Money na kadhalika. Hii ndio siri iliyompa Juma, hii ndio siri iliyomlipua Juma. Aligundua ndugu yake mjini anauza parachichi kwa bei ya juu zaidi, akaamua kushirikiana naye. Changamoto ilikuwa malipo. Baada ya kusubiri hundi za siku thelathini, Juma alitumia M-Pesa, aliwalipa wakulima wenzie ndani ya sekunde thelathini baada ya kuuza mzigo. Hakuna kusubiri, hakuna madeni. Wateja wa mjini walipenda kazi hii na wakamwamini. Ghafla akapata dili kuu, akapata dili la kuuza tani tano kila wiki. Malipo ya kidigitali sio tu njia ya kulipa, ni njia ya kujenga uaminifu na kasi. Rekodi kila muamala, tuma, lipa, na utazame faida yako ikikua. Unaweza kufanya biashara na mtu yoyote popote nchini, ukiwa umekaa kwako. Hii inakuweka mbele ya mchezo. Teknolojia namba tano, hii ni kalenda ya simu na kumbukumbu -kumbu za masoko. Juma alikuwa akipoteza wateja kwa sababu ya kusahau. Hii ilikuwa inamgharimu pesa. Akaanza kutumia kalenda ya simu yake, zana iliyosahulika na wengi. Alianza kuweka arifa kwa kila kitu. Jumatano 9am, kutana na mamaasha, tani 0.5 Alipoanza kufika kwenye mikutano mapema, alionekana mtaalamu na akapandisha bei kwa shilingi kwa asilimia tano. Kalenda ya simu yako ni meneja wako binafsi na ni bure. Weka arifa za kupanda, kuvuna, kumpigia mteja na kadhalika. Kila arifa unayoweka inakulinda dhidi ya kupoteza pesa. Muda ni pesa, na kalenda inakulinda usipoteze muda hata sekunde moja. Jipige na utawashinda wote wanaofanya kazi kwa kubahatisha. Sasa mwisho, kuhusu simulizi ya bwana Juma. Ni kilele cha hadithi hii ya bwana Juma. Baada ya miezi minne tu, Juma amejenga nyumba ya vyumba vitatu, amemlipia dada yake ada ya chuo ameanzisha duka la pembejeo za kilimo kijini kwake, na lile shamba la bibi yake lililokuwa linatoa tani moja sasa linatoa tani saba kwa msimu. Yule kijana aliyekata tamaa sasa ni kiongozi wa wakulima vijana. Bibi yake sasa anasema, Juma, simu yako imekuwa shamba kubwa kuliko mashamba yetu yote. Unaposikia hivi unapaswa kuiangalia simu yako na ujiulize, mimi ninafanya nini na hiki kifaa chenye nguvu? Hitimisho na wito wa kuchukua hatua. Sasa huna kisingizio tena, unaweza kuanza leo. Utafiti wa masoko kwa WhatsApp, hali ya hewa, video ya YouTube shows malipo ya Mpesa na kalenda ya simu. Hizi ni silaha tano za haraka za kukuongezea kipato. Huhitaji mamilioni, huhitaji kompyuta, unahitaji tu simu na nia. Juma alianza na tani moja ya parachichi. Wewe unaanza na nini? Unaweza kumtumia, unaweza kumtumia nani message leo usiku, ili kupata mteja wako wa kwanza. Tanzania inajaa fursa za intaneti na teknolojia za 5G zinazidi kusambaa. Kuna zana kama rafiki planta zinazorahisisha kilimo, serikali inahimiza tehama. Huu ndio wakati wako, unganisha teknolojia hizi na utashinda. Mwisho, niandikie kwenye comments hapo chini, ni teknolojia gani kati ya hizo tano utaanza kuitumia leo. Kama video hii imekupa hamasa, bonyeza like mpaka bonyeza like, ili uweze kuwasiliana na usisahau kusubscribe, kwa sababu video inayofuata itakuwa balaa zaidi. Tukutane kwenye comments. Ni wakati wa kugeuza simu yako kuwa trekta. Acha kulalamika, acha kusubiri, anza sasa hivi.